Barabara yetu ya Chake Wete kilomita 22 zimebaki mbili tu, kilomita 20 tayari. Katika kipindi cha karibuni hivi tutaikamilisha, lakini habari njema, kesho tunazindua rasmi ujenzi wa bandari ya Mkoani Chake. Tutakuwa tumeifungua Pemba, Chake Mkoani. Sasa hivi kutakuwa kuna barabara bara, bara, kubwa ya njia nne yenye taa. Ukitaka kutoka hapa kwenda Chake sio tena saa nzima namna hii ah, dakika kumi tu ushaingia Chake kule. Huko ndio kufungua nchi, huko ndio kufungua uchumi. Lakini kesho hiyo hiyo tunafanya pia uzinduzi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pemba. Ndugu zangu, barabara hizi pamoja na uwanja wa kimataifa wa ndege pamoja na bandari zinazotoa mizigo moja kwa moja kutoka nje kuja hapa Pemba, hii sasa haitokuwa Pemba ile, itakuwa ni Pemba ya maendeleo makubwa. Oktoba tunatiki.